Kuanzia tarehe 16 June mwezi huu wa elfu mbili ishirini na tano. Dhamira kubwa ya serikali ya awamu ya sita ni kuhakikisha inatatua matatizo ya watu pamoja na kupeleka maendeleo ya watu kwa ajili ya watu wenyewe, yaani ingelikuwa kwa lugha za kigeni is aiming to make sure wanapeleka maendeleo ambayo itakuwa for the people, by the people, and of the people. Napenda awali ya yote tumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuona kuna umuhimu mkubwa sana wa kuendeleza adhima ya serikali anayoiongoza, serikali ya awamu ya sita, katika kuhakikisha viongozi wote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunajikita katika kutatua migogoro hiyo, na katika kufanya hivyo Mheshimiwa Rais dr Samia Suluhu Hassan imekuwa ndio tamko lake katika mikoa yote na hasa pia katika wizara zote. Na kwa kufanya hivyo, sisi wakuu wa mikoa tumepewa wataalamu ambao pia watatusaidia bega kwa bega kuhakikisha mambo kadhaa yanakuwa solved katika taifa. Kama nilivyosema awali, jambo kubwa ni msaada wa kisheria kwa haki, usawa, amani na maendeleo. Hii ndio kauli mbiu kubwa ya kampeni hii ambayo itaanza kama nilivyosema utaizindua tarehe kumi na sita lakini itakwenda kwa siku karibu tisa. Baadaye wizara ya Katiba na Sheria kwa ushirikiano wa ofisi ya mkuu wa mkoa, kama nilivyosema, inapenda sasa kuwataarifu wananchi wote wa mkoa wa Dar es Salaam kuhusu uzinduzi rasmi wa kampeni hii ya msaada wa kisheria ya Mama Samia. Uzinduzi huu utafanyika siku ya Jumatatu tarehe 16 Juni 2025 saa mbili na asubuhi, wananchi wao wamefika kwenye eneo hilo katika viwanja vya Maturubai Mbagala wilaya ya Temeke. Kama nilivyosema kwamba saa mbili, mgeni rasmi anatarajiwa kuwa ni Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kasim Majaliwa, Majaliwa mbunge na wananchi wote kwa maana ya saa mbili mheshimiwa waziri mkuu atakuwa tayari kwenye maeneo hayo. Lengo kuu la kampeni hii ni kuimarisha upatikanaji wa haki kwa wananchi wote. Lakini kama mnavyofahamu, kwa nini jambo hili liko chini ya wizara ya katiba na sheria? Nchi yetu inaongozwa kwa misingi ya katiba na nchi yetu inaongozwa kwa misingi ya sheria, na kama mnavyofahamu kwamba kila jambo unapotaka kulifanyia utatuzi moja linapaswa kuwe na weredi wa kitaaluma namna ya kuweza kudili na tatizo lililopo, na kwa mantiki hiyo jopo la wataalamu wa kisheria kwa kusaidiana wataalamu wengine watakuwepo Mbagala katika viwanja vya Maturubai ili kuweza kuwasaidia Watanzania na hasa wana Dar es Salaam kuweza kupata masuluhu ya migogoro ama kupokwa haki mahali ambapo hapana usawa ili kuweza kurejesha amani na mwisho kupata maendeleo. Mnafahamu kwamba katika nchi yetu ya Tanzania moja ya mikoa pia ambayo takwimu zinaonyesha kuna ukatili wa kijinsia ni pamoja na Dar es Salaam. Kwa hiyo kampeni hii muhimu chini ya Wizara ya Katiba na Sheria ambayo inagharamiwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni kwamba watu waweze kufika ili waweze kupatiwa kile ambacho kimekusudiwa kampeni hii. Baada ya kuzinduliwa kwa tarehe kumi na sita, itatekelezwa kwa siku tisa mfululizo kuanzia tarehe kumi na saba sasa hadi tarehe ishirini na tano ya mwezi Juni. Najua wengine wanaweza kauliza swali baada ya kuzindua, je, siku hiyo tukitaka kupata sasa ufafanuzi wa masuala kadhaa inawezekana? Naweza nikakiri kwamba inawezekana na ndio maana tunasema ni siku tisa baadaye bila kuihesabu siku ya uzinduzi, lakini kwa kuhesabu na siku ya uzinduzi ni siku kumi mfululizo. Na kwa mantiki hiyo katika halmashauri zote za mkoa wa Dar es Salaam, kupitia kata na mitaa yetu, itatolewa ratiba maalum ya mzunguko wa namna ya kusikiliza kero na kutatua migogoro chini ya kampeni hii muhimu. Ndugu waandishi wa habari, utekelezaji wa bari, kampeni hii ya msaada wa kisheria ya Mama Samia unajumuisha utoaji wa huduma zifuatazo: moja, kutoa elimu kwa wananchi kuhusu haki za binadamu na utawala bora, mirathi, ndoa, ardhi, haki miliki, mali na utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala. Hapa mnaweza mkaniuliza, Dar es Salaam tumekuwa pia, tuna experience tuna tajiriba ya masuala ya migogoro mingi ambayo ipo katika mkoa wetu. Moja ni migogoro inayojikita katika masuala ya mitafaruku ya kindoa kwenye ndoa baba na mama familia ya upande mmoja au vinginevyo, inaweza kuibua misigano na mwisho wa siku kuto kupelekea weredi na ufahamu wa kisheria jambo ambalo mwisho inaweza likapelekea ugomvi hata kuuana. Lakini jambo nyingine ni mirathi. Mirathi inasumbua sana katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, mirathi inasumbua sana na ndio maana siku hizi tuna aswa kwa namna moja ama nyingine kuhakikisha tunaweka wosia unasajiliwa wosia wetu, ili mwisho wa siku sasa, kuepusha baadhi ya migogoro. Sasa, nini zaidi kuhusu taaluma ya mirathi na utatuzi wa ya migogoro yake, ufika tarehe kumi na sita ya mwezi wa sita elfu mbili na ishirini na tano, viwanja vya Maturubai Mbagala uweze kupata taaluma na mwisho suluhisho la yale yanayokukabili.